Tukaanza manda ambayo inaitwa Elim na Elim maana yake ni kiburudisho na riziki, refreshment and provision in the wilderness. Na tukasoma katika kitabu cha Exodus Kutoka 15 mstari wake wa 27 na baada ya hiyo pia utaniwekea Numbers, Hesabu 33 mstari wake wa 9. Neno la Mungu linasema kisha wakafika Elimu, mahali palipokuwa na chemchemi kumi na mbili na miti sabini ya mitende wakapiga kambi huko karibu na maji. Nirudie: kisha wakafika Elimu, mahali palipokuwa na chemchemi kumi na mbili na miti sabini ya mitende wakapiga kambi huko karibu na maji. Hesabu 33 mstari wake wa tisa, baada ya kufika kwenye bonde la Eshkoli na kuitazama nchi walikatisha, thelathini na tatu. 33, not 32 At nine, yes. Wakaondoka mara wakaenda Elimu, mahali ambapo palikuwa na chemchemi kumi na mbili na mitende sabini Huko wakapiga kambi, wakaondoka mara. Mara tunajua ni mahali ambapo kulikuwa na maji yaliyokuwa machungu ama maji ambayo haikuwa safi Mada yetu asubuhi ya leo tunaongea kuhusu kiburudisho na riziki jangwani. Tukajiuliza, kweli katika jangwa kuna kuburudika, kuna riziki? Jangwa ni mahali ambapo hakuna kitu. Jangwa ni mahali ambapo hakuna miti. Jangwa ni mahali ambapo hakuna maji. Jangwa ni mahali ambapo hakuna furaha. Pia jangwa ni mahali ambapo unaangalia, unakosa tumaini, maana hakuna mtu ambaye anaweza kukusaidia. Hakuna mtu anaweza kuwa wa msaada kwako. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaona ya kwamba hapo tumesoma wakafika kwenye Elim. Hawa walikuwa wana wa Israeli baada ya kuachiliwa katika nchi ya Misri. Wakavuka bahari ya Shamu. Wakaingia mahali ambapo tumesoma katika Hesabu palikuwa panaitwa Mara. Na maana walikuwa na kiu sana, walipopata maji wakakimbia ili wakaweze kuyanywa yale maji. Lakini walipoenda kuteka yale maji kunywa, wakapata ile maji ni machungu, ni makali, hawawezi wakayanywa. Ulipotoka kule, ulipotoka nyumbani ukaja hapa, labda kwenu kama kwetu kule Abadea Reges, maji ni masafi, maji ni matamu. Nilipofika Nairobi, nikapata maji ni yachungu unapojaribu kunywa unasikia ya... hata tunatafutanga ingine safi ya karemeno sijui ni karemeno mamagari uliniambia ni wapi hiyo damu tunatafuta maji iliyo safi ili tunywa kwa sababu hii machungu ama hii iko na chumvi tunasikia ya kwamba haitoi kiu wana wa Israeli walipofika mara wakajaribu kunywa yale maji wakashindwa lakini hapo hapo Mungu akatengeneza yale maji na yakawa masafi wakaanza kunywa. Na baada ya hiyo wakaanza safari ya, wa, ya siku tatu wakiwa kule jangwani siku tatu wakitembea siku tatu bila kulala siku tatu wakiendelea na safari na wakafika mahali panaitwa Elim. Ninaona hawa watu katika siku tatu kama hujakunywa kitu chochote. Siku, siku tatu au chakula chakula, siku tatu uko kwenye jangwa. Naona kiu ilikuwa mingi, hawa watu wamechoka, hawa watu wako na kiu. Walipofika Eli, mahali tumesoma wakapata chemchemi kumi na mbili ama visima kumi na mbili za maji. Nataka uone mbio, kila mmoja akikimbia kuteka yale maji anywe na tukaambiwa pia kukawa na miti ya mitende ama miti ya kuwapatia kivuli miti sabini na, kwa sababu kwenye jangwa hakunanga miti, hakuna mahali unaweza jifunika kivuli. Hapa wakasikia wana raha, wakasikia wana starehe. Mungu akawapatia burudisho na riziki kwenye jangwa. Bwana Yesu apewe sifa. Ninajua labda wewe uko kwenye jangwa tofauti. Kila mmoja aidha, ushawahi kuwa kwenye jangwa, uko kwenye jangwa ama utakuwa kwenye jangwa. Lakini nimekuja kukwambia ya kwamba kama wewe ni mwanadamu, siku moja, kama ujawahi jipata kwenye jangwa, utajipata. Utajipata, utafanya nini wakati utajipata uko kwenye jangwa? Lakini nimekuja kukwambia ya kwamba usiogope kwa maana kuna Mungu wa jangwa, aliyepeana maji, aliyepeana miti ya kivuli, aliyepeana chakula kwenye jangwa, akapatia wanawake, wana wa Israeli. Jina la Bwana lipewe sifa, haleluya. Ninakuhakikishia kuna Mungu ambaye ana provide, kuna Mungu ambaye anaburudisha watu wake, kuna Mungu ambaye anapeana hata katika jangwa. Na nikawaambia ya kwamba watu wengi huwa tunaomba Mungu, nitoe kwenye hii jangwa, nimekaa miaka mingi kwenye hii jangwa, nimekaa miezi mingi kwenye hii jangwa. Nikawaambia kuna mtu mmoja na mtoto wake walifukuzwa na Abraham bai, tunaita Ishmaeli na Hagar mama yake, wakafukuzwa na maji na mkate, maji na mkate na mama ako na mtoto na amepewa maji hata si maziwa. Na Abrahamu si alikuwa amebarikiwa mbona angemwekea maziwa? Mbona eh? hata ange vinya ile zabibu itoe hiyo juisi ya mizabibu, amwekee anampatia maji mbona <laughs> eh? angepika hata uji apewe amwambie enda mukule hii na mkate, maji na mukate, ndio anawapatia enda na wasirudi huko, na amemzalia hey. Neno la Mungu linaniambia Haga akachukua mtoto wake Ishmaeli, akawekelewa maji kwa mabega na Abraham, akapatiwa mkate, wakatoka na mtoto wake wakaenda wakafika kwenye jangwa ile, maji walikuwa nayo ikaisha. Sababu nataka uniambie, kwani alikuwa amebeba maji lita ngapi? na ako na mtoto latimizi maji mingi ni kidogo. Amefika kwenye jangwa, imeisha, mtoto anataka maji, hata yeye mama pia anataka maji, hawana mahali pa kupata maji. Mtoto akalia, mama nipe maji, Mungu akasikia akawapatia kisima na hicho kisima kilikuwa hapa. Tunaongea kuhusu hii jangwa ya Elim na huyu mama Haga, wakakaa kwenye jangwa. In fact, walipofika huko hawakutoka huko, walikaa kwenye hiyo jangwa. Ishmael akawa mwindaji, mwi a hunter, akawa niye anatafutia mama yake chakula. wala hakuna mtu amekula nyama choma nyama nyingi kama Haga. In the wilderness God provided. Wana Yesu wapewe sifa. Hajafikiria mtoto wake siku moja atakuwa mimi ananipatia chakula. Maana alikuwa amemweka kwenye mti afe yeye ye abaki. Lakini siku hii yule ambaye aliwekwa akufe ndiye amekuwa provider. Haleluya. Bwana asifiwe. Sometimes ukisikia stories za watu wanakwambia mimi nilifukuzwa kwetu. Mimi nilitoka kwetu usiku, watu wasinione. Mimi nilitoka kwetu asubuhi wa sana, ili watu wakuwe wamelala. Nilitoka asubuhi wa wa sana, watu wafikiria ninapeleka maziwa kwa deri, lakini nilikuwa natoroka. people have stories. Watu wako na hadithi, ukatengwa bati. Nimekuja kukwambia ya kwamba kuna Mungu aliyekuleta Nairobi hapa. Tutafanikiwa hapa, kuna riziki yetu. Usikubali kurudi nyumbani. Ulikanyaga hapa s Bwana Yesu wapewe sifa. Hata hao wanaishi Ruda. You remember one of the person alikuja hapa milionea, akatwambia ile kazi alikuwa anafanya ya kuuza vikingi na punda, but today unaweza muona na hiyo mkokoteni ya, ya nini, you cannot anaishi Ruda. Mungu amembariki from Nyandarua to Ruda, from your village to Ruda. Bwana Yesu wapewe sifa, kwa sababu kuna Mungu ambaye anapeana kwenye jangwa. Na baadaye tunaona Ishmael alipokuwa mkubwa, mama yake akamtafutia mke akiwa bado kwenye jangwa, akaenda Misri, akamtafutia mke wa kuoa, akamletea na wakaishi huko, wakasana, wakaongezeka, na those people are rich. Hao watu sahini ni matajiri wameajiri watu wetu huku Saudi Arabia, vijana wetu na watoto wetu wanaenda huko, na ungekataa Ishmaeli, na unasema Ishmaeli ni mpango wa kado, lakini mpango wa kado ndio tunaenda huko watusaidie. Hakuna kitu kinafanyika chini ya jua pasipo Mungu kujua, even hiyo ya haha Mungu alijua, lazima huyu watapatana, wata na huyu Mungu alijua, ilifanyika ati ati Mungu akiwa ameangalia zaidi nyingine, no, alikuwa anaona vitu zingine. Mungu anafanya ili kukue na makabila mawili, utakuwa na Isaac, na kutakuwa na Ishmael, because katika hii maisha lazima kunakuwa na vitu mbilimbili. Tuko na mwanamke, tuko na mwanaume, tuko na plus, tuko na minus, tuko na mazuri, tuko na mabaya. Vitu ni ngapi? Na wewe uko mgapi? It is not good. If you are alone, vitu ni mbili mbili. <coughs> Nataka kuangalia, nitaruka kidogo hapo, nikuje niangalie, niangalia safari hii ya wana wa Israeli na changamoto zake zinatufunza nini sisi kama Wakristo? Ni mambo gani tunajifunza katika hii safari ya wana wa Israeli? Jambo la kwanza sisi kama Wakristo, because nao hatuishi katika zile siku ama zile enzi za Waisraeli, tuko katika nyakati zetu. Hili neno wakati huu sisi linatusaidia aje? Linatujenga namna gani? Jambo la kwanza kuna kuburudishwa kiroho. Baada ya maji makali ya mara, Mungu anawapa zaidi ya vile walivyotarajia visima kumi na mbili. Hakuna mahali walikuwa wamepata visima mingi kama hivi. Hakuna. Maybe ulipo anza kazi ulibarikiwa na kitu kimoja. But today your house is full. Hata unataka kuhama. Kwa sababu mahali unapitia ukienda labda bedroom, lazima uambie watu ondoa nini? Ondoa miguu. Hauko vile ulivyokuwa. Bagi moja, uko na ingine, uko na ya hii na hii. Zote ziko hapo ni mlima. Ukawa una hata kikombe. Ile yogati ulinunua, hako kachupa niko kikombe. Hebu angalia kwa nyumba yako uko na chupa tu gapi tu ambayo yogati na unaosha, una unaweka mahali unawekanga vikombe ati ni kikombe. Eh, na mgeni akitambea, unamwambia, "Usijali e, mchungaji, tumia tu hivi ndio natumianga." <laughs> Eh? What about today? Uko hata na mahali pa kuweka hizo vikombe. Because Mungu amepeana. Bwana Yesu apewe sifa. Na kama bado ndio unaanza, kuna Mungu ambaye anapeana. Hawa watu wako na ushuhuda, they can tell you that there is God in heaven. Ambaye anapeana. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo ukisema ni kuhama. Unaitisha fuso. Mulijua gari inaitwa fuso. Eh? Rori hile kubwa. Kwa tuusha kwa tulikuwa tunaita fuso. Fuso ni ahi toka. Fuso imepita. Sababu kubwa na lori zingine. And in those days, haku kuwaga na magari migi. E, sijui shida ilikuwa nini. Tukisikia gari moja ilikuwa ni kama dege. Ile dege tulikuwa tunatokeni, nyinyi wote muone dege. Siku hii ukiambiwa na mtu toka uone gari, unaweza toka. Gari tulikuwa tunaiimbia kama wimbo. Gari inapita gari, gari mpaka wazazi wanatoka waone gari. Siku ya rona, kuna mtu anaweza kukuibia atitoka uone gari. Gari imekuja. Kwae, kwa nini? Hauko jinsi ulivyo kuwa. Kuna kitu Mungu amefanya. Kuna mabadiliko Mungu ameyafanya. Siku hizo chapati eh, ilikuwa hey! Ukisikia kwa mtu kunanukia chapati, kila mmoja mnasimama kwa gate, angalau muone kama mtapasuliwa mtu kadogo. What about today? Kadogo kadogo, lakini hata wamezia chatu huko nyumbani ni nyingi. In fact, siku hizi, wale wako Nairobi wakienda nyumbani wanataka mukimo na ugali. Because chapati na pilau hizo zimejaa wapi huku Nairobi pirao ni disemba na hata ujui inapikwa namna gani unashangaa hii mchele iko vipi kuna kuburudishwa kiroho sisi tunaburudika kiroho hata baada ya hawa kuumia na kuteseka na changamoto za maisha mungu bado upeana suruhisho wakati wa shida Bwana Yesu apewe sifa Wakati huu walipokuwa kwenye shida, wako na kiu ya maji, wako na mahali wanataka kivuli. Mungu akapeana kumi na mbili streams of water kumi na mbili, wao wanajipanga hapo. And you know that Israelites walikuwa makabila kumi na mawili, so kila kabila kama ni kabila la ema linapanga hapo, watoto wa ema wanamfuata, watoto wapitao wanamfuata, kila mtu, watoto wa budi wanamfuata. Na Mungu atakupatia watoto wengi wewe. Ebed Amen. Amepiga makofi pale. Labda ndiye atakuwa best kapo wako. Hivi amepiga makofi umfuate. Bwana Yesu apewe sifa. Yes! Kila mtu na kabila yes, yake inamfuata. Wanakunywa maji. Wanapata mahali pa kivuli. Maana Mungu aliwakumbuka wakati walipokuwa kwenye jangwa wakimulilia. Kuna Mungu anakumbuka na kuna Mungu anasikia. Kuna Mungu anashuka na kukomboa watu wake, na huyo Mungu ndiye nimewaambia katika huu mwezi wa kumi atafanya maajabu ii <laughs> Bwana Yesu apewe sifa. Jambo la pili, kuna visima vinavyobubujika maji, kama visima vya elimu vilivyo peana maji maisha ya Israeli, ndivyo Kristo anavyotuondolea kiu na kututosheresha kwa maji ya uzima. You remember in the book of Luke 4:14, mwanamke Msamaria anakutana na Yesu, yeye ameenda odd hours kwenye kisima kuchota maji ili watu wasimuone. But I think huyu pia mwanamke alikuwa na binu zake, kwa sababu unaona tunaambiwa ya kwamba alikuwa ameolewa na watu watano na hata yule alikuwa na yeye wa sita hakuwa wake. So labda, alikuwa navata, anapata hao watu kwenye kisima ndio maana alikuwa anaenda peke yake. Hakuna watu wengi wataniona. Nikienda nipatane na, na, na, na mtu fulani, hakuna mtu watajua. Masaa ile ambayo sio ya, ya, ya kuchota maji ni asubuhi na jioni. Lakini hii siku akakutana na mwanaume ambaye ni tofauti ambaye ni Yesu Kristo akamwambia ya kwamba Ukinywa maji ya kisima changu hautapata kiu tena. Na huyu mwanamke akataka kujua hii maji ni gani, nipatie, sitaki kiu tena kwenye maisha yangu. Je, uko na kiu ya jambo gani katika maisha yako? Kuna Mungu ambaye anachimbua visima na siyo kimoja na siyo mbili, ni nyingi. Jina la Bwana litukuzwe. Jambo la tatu, kuna kupata pumziko na upya. Hapa tunaona wamepata wa miti sabini ya kivuli, miti inayopeana kivuli, wakatulia pale wakapumzika. Sijui kama ushawaichomwa na jua ukapata mahali ambapo hakuna jua, ako ka kivuli, unasikia namna gani? Unasikia raha, unasikia kutoa tuviatu upumzike tu vizuri. Hivi ndivyo mtu anapata pumziko. Ukimpokea Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, anakupumzisha mizigo yako yote. Jina la Bwana lipewe sifa. Umepeana maisha yako kwa Kristo? Na kama umepeana, unatembea na yeye, njia zako ziko namna gani? Napopatana na Kristo kuna kupata pumziko na upya. Ambia jirani yako Pata pumziko na upya ndani ya Kristo. Jina la Bwana lipewe sifa. Huu ujumbe wa Eli na wa kiburudisho unapotamatisha, unatukumbusha upendo wa Mungu na jinsi anavyotujali kama watoto wake. Mungu anatujali. Hata huko jangwa huko Mungu anakujali. Mungu anakuona na labda Mungu alisema wewe utakaa kwenye jangwa na katika hiyo jangwa ata provide. Bwana Yesu apewe sifa. Maybe your blessing baraka zako ziko kwenye hiyo jangwa. Lakini wewe ume, unalia. Unaomboleza, haulali ukiambia Mungu nitoe kwenye hii jangwa Child God to give you the grace kwa sababu neema yake inatutosha. Hivi ni mapenzi yako Bwana, unibariki kwenye hii jangwa. Wacha nikaone, Isaka alipanda na akavuna kukiwa na kiangazi, watu wakimwangalia, wanaona huyu ako kicha. Na kichaa jua limewaka namna hii, naanaenda kwa shamba kupanda. ononge mogoroki, huyu ni wazimu, hakuna mtu anafanyaga hivi. Hebu angaliwe vizuri, aonekana kama ako sawa? wakati jua limewaka na yeye ako kwa shamba na mahindi na maharagwe na viazi akipanda na Mungu akameza hizo chakula zote. Watu wakaona mahindi ni green, chochote yalichopanda ni green, iko sawa, imezaa amevuna. Wakiangalia wakisema huyu bado hayuko sawa. Bwana Yesu apewe sifa. Sisi tuko namna hiyo, tunaweza fanya mambo wakati watu hawaoni kama inaweza fanyika. Na ifanyike katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Siku ya leo mimi ninasimama hapa ninashangazwa na matendo ya Mungu. Kijana wangu my first born aliingia shule college. Mimi sikujua kutakuwa namna gani. <laughs> School fees, rent yake, rent yangu, chakula chake, chakula changu, kila kitu yake, kila kitu yangu. <laughs> But today I am here to testify. But the Lord has done it. Bwana asifiwe. I'm telling you, on onsuday alihama kutoka dhika kwa sababu amemaliza shule anaenda his last hisaament Oktobe, November, December attachment. Mungu ameteda jateda imekuja kukwambia kuna mungu kuna mungu kuna Mungu ambaye anafanya yale ambayo mwanadamu hawezi fanya. Bwana Yesu sifa. Mtoto kuingia mlango wa primary na kutoka is a miracle. Bwana Yesu apewe sifa. Wazazi wanajua school fees venye inakukibizaga inaweza onekana kama ni elfu sita, but hiyo elfu sita kuipata ni kizungumkuti. Wewe umepata wangapi wenye wamekwambia ni, ni elfu sita, eh, shika. How many? Renti yako ni elfu tatu, ni wangapi mama abi wamekuletewa wakakwambia nimekulipia. Iyo chakula unakulaga mama angaleta kama ni ya giri moja, pa month. Ni nani hata mimi rafiki yako, labda ni kugayia viazi. Lakini hata nampelekea zao nimwambie ya kwamba hii zao nimekuletea ufanye shopping. Si owegi? eh, Ni mkono wa bwana, Bwana Yesu apewe sifa. Na nimekuja kutangaza kuna Mungu ambaye ana provide hata wakati ambapo hatuna tumaini, hata wakati ambapo changamoto ni nyingi, kuna Mungu anapeana. Wale walikuwa hapo walisikia Samia kishuhudia akisema aliangalia akaona kana kwamba ataacha masomo. Lakini katika hiyo harakati yetu ya mwisho, mimi nimeona ile na watu. Hata ukiwa kwenye mwisho, hii hapa, hakuna mahali naweza fanya nini Enda. Lakini hapa mwisho. hapa ukifika hapa. kuna Mungu jina la Bwana litukuzwe. Our God is God who provides. Nataka tujiulize tuangalie. This is a call of action. Na nataka tumwamini Mungu na tumtegemee na tugawane upendo wake kwa wengine Angalia wakati Mungu alipeana kwa ajili yako. Angalia tu katika maisha yako. Uone wakati tu ulikuwa chini kabisa na Mungu akapeana kwa ajili yako. In the book of Psalm 103, Daudi anasema moyo wangu mshukuru Bwana, usisahau matendo yake Bwana. Angalia wakati ulikuwa chini na Mungu akapeana. Jabura pili, tafuta kutoshereka kwa changamoto unazozipitia. Watu wengi wakiwa katika changamoto huwa hawatosherekagi. Tafuta kutoshereka. Hao watu hata kama walikuwa kwenye changamoto na wanajua bado safari ni ndefu. Pale katika ile miti sabini na visima vya maji kumi na saba walikaa wametoshereka, ni kama wamefika. Because walijua ya kwamba yule tuliye na ye, yule aliye ndani yetu ni mkuu, atafanya mambo. Jambo la, la mwisho la kumalizia: kuwa mahali pa chemchemi kwa wengine walio karibu nao. Acha wengine ambao wako karibu na wewe wapate hiyo chemchemi. Kama umebarikiwa bariki wengine. Bwana Yesu apewe sifa. Kama umekumbukwa kumbuka wengine. Kama umetolewa mahali, hata wewe kumbuka kuna wengine ambao bado wako hapo. Because ukiona watu wanatoka mahali, kuna wengine wanaingia, kuna wengine wako hapo, kuna wengine wanangojea. It's like a marriage. Maana tunasema ya kwamba, kuna wenye wanaingia, na kuna wenye wanafanya nini? Wanatoka, na kuna wenye wanasema ya kwamba, uuu, Freddy, nitaka kuingia huko. Eh? Na yeye Freddy anaambia, uuu, ni kumoto. Eh? Na wengine wanasema, ah, nilishatoka. Yaani, kuna wenye wako ndani, kuna wenye wanataka kuingia, kuna wengine walitoka. That is right, katika hizi changamoto zote tunazo tunazozipitia kuna wenye wako kwenye changamoto aziutoko na kuna wenye wengine hata wanashindwa jangwa ni nini, na kuna wengine wanasema ya kwamba, ungejua mahali nimetoka, hiyo jangwa unaongea kuhusu. Katika hizo vitu vitatu, wakati Mungu alipeana kwa ajili I know ahata maa alipokuwa napeana, wakati wa ushuhuda, najua watu wako na ushuhuda

You you. are are saying the truth. Continue. We are following you. Yule mtu ambaye anasema Mungu hajafanya, ni shetani amefanya. Mungu akibariki watu wake, ni shetani amebariki. It is our time as Christians to rise up. Hata sisi tuseme Mungu amefanya na ametenda. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nini tunajifunikia? Wakati Mungu anaaibishwa huko, na wewe uko huko ukisikiliza wale wanamuaibisha, and we know wanamuaibisha a Mungu wetu awabariki wa sana. I believe that Ben, umepeana wimbo wako ili tukaweze kusikia kwa dakika moja. mimi ni ombi langu ya kwamba katika ile jangwa kila mmoja hapo ndani yake, ya kwamba Mungu atapeana chemchemi. chemchemi ya kwamba Mungu atapeana riziki, hautakufia jangwani. Hautamalizikia huko, Mungu atatengeneza njia. Mungu atapeana visima, Mungu atapeana chakula kwa ajili yako, sio kwa ajili ya mtu mwingine kwa ajili yako ili uishi kusimulia makuu ya Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Wacha niwaombee kabla tuletewe wimbo. Kuna mtu ambaye anasema ya kwamba mimi niko na ombi, kuna jambo ningependa Mungu anifanyie, kuna mambo yamenifinya sana. Where is Helen? ako wapi Helen? amesumbuliwa na huyo mtoto wake sana, nataka tumuombee.